Kauli mbiu ya maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka mwaka huu, uchumi samawati na masuala ya baharini, imejiri wakati mwafaka, huku Kenya ikijitahidi kuligeuza eneo hili kuwa mpaka mpya wa kiuchumi wa taifa. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa madini na uchumi samawati, Mheshimiwa Ali Hassan Joho. kampuni ya South Sea Shipyard Limited inayoongozwa katika utengenezaji wa meli na shughuli za uvuvi imepiga hatua ya kihistoria katika kuimarisha uchumi samawati hapa nchini Kenya kupitia utumizi wa fursa kubwa ya uvuvi katika Bahari Hindi kampuni hii imezindua rasmi meli kwa jina Blue Dream 001 meli ya kwanza kabisa na ya aina yake kuundwa hapa nchini hasa kaunti ya Kilifi kwa majina naitwa Rama Hamis Bindo chairman Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hii siku ya leo kufika, kwa sababu haikuwa safari ndogo, ilikuwa safari mzito, na tunashukuru hii siku ya leo kwa tumefika tamati ya hili jambo hili ambalo tulikuwa tunalifanya kufikia kilele, na sio kilele ya kuwa tunaanza, kukamilisha tuko karibu 85% ya hii project ambao tulikuwa tumeianza. Ujenzi wa meli hii ulianza mwezi Januari na safari yake kutoka mali ghafi hadi ikawa meli kamili ilikuwa ya kushangaza mno. Katika hatua za mwanzo, mwonekano wake ulikuwa wa kawaida sana, ukaibua kumbukumbu ya hadithi ya Nuhu na safina yake katika Biblia. Kama watu walivyosubiri kwa hamu na gamu kutimia kwa safina ya Nuhu, ndivyo pia mchakato huu ulivyohitaji imani, uvumilivu na maono ikawa na malengo mawili tu makuu: kubadilisha taswira ya uvuvi wa bahari kuu nchini na kubuni ajira kwa mwananchi wa eneo hili. Tulianza mwaka jana mwezi wa nane, na tumejaribu kusukuma hii project. Changamoto naye hatukukosa, tumekuwa na hatu changamoto sana katika hii project, lakini tumejikaza, tumejipatia moyo, tumejisatiti na tuka make sure tunafanya hili jambo kwa sababu tulikuwa tukimsikia President William Samuel Ruto akisema mambo na blue economy. Tumekubaliana na Ali Hassan Joho ya kwamba hii fuo la bahari letu hapa the Indian Ocean pale lazima tutoe mali ya kuendesha Kenya, na ndio sababu hiyo Tuko na mambo manne tunafanya na huyu mungwana wenu Hassan Joho. Kwanza tuko na bilioni moja ambayo tunatengeneza landing sites. Kutoka Mwaepe kule Kwale hapa Changamwe tunatengeneza uh, landing site ingine ya shilingi milioni mia mbili hamsini na tano tunatengeneza landing site ingine Kilifi ingine Tana River na ingine kule Lamu. Tumeweka milioni mia sita kununua deep sea fishing boats ambayo itasaidia vijana wa hapa Mombasa kwenda kuvua samaki mbali, ndio tuweze kuongeza chakula na tuongeze mapato kwa watu wa pwani, hasa vijana ambao wako pwani hii. Hiyo kazi yote tumesema tunataka ikamilike kabla ya mwezi wa nane mwaka huu, ndio hapa tuweze kusonga mbele. So ilitupatia moyo, tukaona juu za hii blue economy ni nini, tukafuatilizia mpaka tukajua maana blue economy ni nini. Tukaona the only way, hatutakaa tukisikiza tu kwa tv na maradio, wacha tuanze kujifunza, kuanza kujenga meli ambayo itatusaidia sisi kama investors na itasaidia vijana wetu kwa mambo na ajira, kwa sababu hii bahari iko hapa. Hii bahari ni ya Wakenya, hii ni mali ya Mwenyezi Mungu, ametupatia sisi binadamu tutumie kwa manufaa yetu na watoto na wajukuu. Blue Dream 001 ni mafanikio makubwa. Ina uzito wa tani elfu saba na ina uwezo wa kubeba wafanyakazi kumi na watano ikiwa ni mfano bora wa meli iliyotengenezwa kwa ujuzi wa hali ya juu hapa nchini. Mradi huu umegharimu shilingi milioni mia moja na ishirini na unaashiria hatua muhimu sio tu kwa South Sea Shipyard bali pia kwa sekta nzima ya utengenezaji wa meli na uchumi samawati hapa nchini Kenya. Tulisema ya kwamba ikiwezekana, hii kilifu iwe na poti ndogo, kwa sababu meli ambazo zitaingia katika masala ya blue economy, angalau kuwe na poti ndogo. When we are building for you a fish landing site and the necessary facilities to support your business. I want to tell you the people of Kilifi, yule ambaye anachukulia haya for granted is not taking this project for granted, is actually taking you for granted. A city inabeba 100 but to keep balance na mafuta na maji nini inabeba kama 75 tons. Yes. Umbali gani ndani ya bahari inaweza kwenda kama 3 miles, kupa kwa bahari 3 miles kwa lugha ya kwa... rahisi ya mwananchi mpaka 5 kilometers, 5 kilometers from here. Yes, inaweza kwenda 5 kilometers, ina uwezo kubeba samaki au 75 tons. Watazamaji walishuhudia kwa mshangao mkubwa jinsi kreni mbili kubwa zilivyoshirikiana kwa ustadi mno kuikokota meli hii hadi baharini, Tukio la ishara na nguvu kubwa linaloashiria mwanzo mpya kwa sekta ya uchumi samawati nchini. Tunapozidi kuchunguza fursa zilizoko katika uchumi samawati, Blue Dream 001 ni thibitisho kamili la ubunifu, uwezo wa kitaifa na maoni ya mstakabali bora wa uchumi samawati hapa nchini. South Sea Shipyard Limited, kwa kweli, inaonyesha njia katika suluhisho la ndani kwenye sekta ya uvuvi wa baharini na nyinginezo hapa nchini Kenya.